Asante kwa ajili ya siku hii. Tuko mahali hapa Bwana, katika mahakama no, hii ya Kisutu. Wewe ni Mungu wa hakimu, na wewe ndiye hakimu wa mwisho Jehova, na kabidhi kipindi kina muda huu mikononi mahakama inakwenda kuanza Bwana, uanze nasi ukasimame uliye Mungu mwenye haki. Biblia inasema haki huinua taifa. Hekima yako kasimame katika mahakama hii, peke yako Mtakatifu. Ukatawale fahamu za watu wako, ukatawale mioyo ya watu wako. Haki kasimame, kwa kuwa haki pekee huinua taifa, bali kinyume na hayo ni udhaifu na ni aibu kwa taifa kwa jina la Yesu nakabidhi mahakama yote, hakimu mtumishi wako ame, atasimama mahali hapa kama wakili wa haki katika taifa. Jehova mtumie sawa sana mapenzi yako, mawakili wote na wakabidhi mikononi mwako, ukatawale Bwana ukajidhihirisha kwamba pekee haki inaweza kuliinua taifa letu. Zaidi ya hapo hakimu atakapokuwa kinyume, Mungu wa mbinguni, wewe pekee utarudia, lakini Bwana, ninajua mtumishi wako anasimamia haki haki, kasimame mawakili wakafanye haki, wakiamua kwa haki sawasawa na uweza na mamlaka yako, kwa kuwa haki pekee italinua taifa letu. Naenda kinyume na kila roho za kuzimu zinazoweza kupindisha haki, zinazoweza kufanya asiyofaa, hazina mamlaka, hazina nafasi katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa kuwa utatawala na hamu za watu wako ni haki yako apota kusimama, na weka haya yote mkononi wako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.